Moja kati ya habari ambayo inazungumzwa kwa ukubwa zaidi kwenye mitandao ya kijamii ni baada tu ya connection ya kijana wa miaka 16 pamoja na mwalimu wake wa miaka 30, hiyo video kuvuja mitandaoni, na kila mmoja anashangaa na kujiuliza haya mambo ambayo huyu kijana ameweza kumfanyia mwalimu wake ni kweli. Huyu kijana na miaka 16 tu, au ametudanganya mitandaoni, au mitandao imedanganya kwa sababu fanyia mwalimu wake ni mambo ya kushangaza sana. Tunaweza kusema kiufupi, amri ya sita imeweza kuvunjwa kisawasawa na huyu kijana wa miaka kumi na sita pamoja na mwalimu wa miaka thelathini kila mmoja akiwa anajiuliza imekuwaje kuwaje, ni kijana ambaye ameweza kumtongoza mwalimu eh, au mwalimu ndiye ambaye ameweza kumtongoza eh, huyu mtoto wa miaka kumi na sita. Tunaweza kusema ni mtoto kwa sababu eh, kijana eh, ambaye labda ni mtu mzima tunaanza kumhesabia kuanzia miaka kumi na nane, na huyu kijana ana miaka kumi na sita peke yake eh, tunaweza kusema ni mtoto mdogo. Ukikadiria kwa haraka haraka, huenda huyu kijana eh, labda alikuwa kidato cha pili. Eh, sasa mambo ambayo ameyafanya eh, kiukweli kila mmoja ameshangaa, kila mmoja ameshika mdomo na kujiuliza huyu kijana ni nani ambaye ameweza kumfundisha mambo ya kikubwa kama haya, kwa sababu sio poa jamani. Sasa familia ya huyu kijana kwa sababu huyu kijana ni raia wa Zimbabwe. Siku ya leo mama mzazi wa kijana ameweza kuzungumza na media kubwa huko Zimbabwe. Na amezungumza mambo mengi sana. Tunafahamu watu wa huko Zimbabwe wanazungumza kwa lugha ya Kiingereza, sasa nikaona si vibaya Bongo Choice niweze kukusogezea kitu gani yule mama ameweza kukizungumza, ni kitu gani ameweza kukieleza kwenye media, kwa sababu tunafahamu mpaka miaka 30 ameweza kushikiliwa na vyombo vya usalama kwa ajili ya uchunguzi zaidi na upelelezi unaendelea na ikifahamika kwamba mwalimu ndiye ambaye ameweza kumshinikiza yule kijana au tunaweza kusema ameweza kumshawishi kijana huyu wa miaka kumi na sita kumfanyia kitendo kama kile, basi mwalimu huyu atakuwa hatiani na ataweza kuchukuliwa sheria kwa namna ambavyo anastahili. Sasa mama mzazi wa huyu kijana wa miaka kumi na sita ambaye ameweza kutrend katika hiyo video ameweza kuzungumza na media na ameeleza mambo mengi sana. Kwanza kabisa ameweza kuelezea namna ambavyo ukaribu wa mtoto wake pamoja na huyo mwalimu ulivyokuwa, anakuambia, kuna muda unafika uh, mtoto wake uh, anachelewa kurudi nyumbani, lakini mwisho wa siku analetwa na gari la huyo mwalimu, jambo ambalo mama amezungumza. Alidai kwamba mwanzoni kabisa familia haikutilia shaka kwa sababu iliona kabisa uh, labda huenda kuna mahusiano mazuri kati ya mtoto wao pamoja na huyo mwalimu. Lakini pia uh, huyu mama anasema hawakuweza kutilia shaka mienendo ya kijana wao kwa sababu shuleni alikuwa anafanya vizuri. Sasa hatujui mwalimu ndiye ambaye alikuwa anamwibia mitihani au kijana kichwani pia yupo vizuri na ndio maana alikuwa anafanya vizuri shuleni, na mama anakuambia hawakuweza kupata wasiwasi wowote wasi, lakini pia kitu kingine ambacho mama amekizungumza kwa uchungu sana, aaa, amelia na kuzungumza na kudai kwamba kwanza kabisa kijana wao ameweza kutia aibu familia nzima. Anakuambia, basi baada ya ile video kuvuja, amepokea simu nyingi sana, ndugu jamaa na marafiki wanapiga simu kuuliza, huyu si mtoto wako? Kwa nini amefanya hivi? Mambo ni mengi sana mama. Anakuambia, inafikia hatua inabidi azime simu uh, kutokana na zile skendo ambazo zinaendelea, lakini pia anakuambia hapa Zimbabwe kila mmoja anaizungumzia hiyo video uh, uh, uh, kujiuliza wake. Wake ni kitu gani ambacho kimempata mtoto mzuri mtoto uh, basi mara nyingi sana anapenda kumwomba ushauri mama yake. Mama anakuambia hakuwahi kufikiria wala kudhani kama angeweza kufanya kitendo kama hiki, lakini pia bea... Kitu kingine ambacho huyu mama amekizungumza, amedai kwamba kuna baadhi ya tabia ambazo alianza kuziona eh, namna ambavyo kijana wake alikuwa anaenenda. Anakuambia kuna baadhi ya tabia aliziona za tofauti eh, kwa sababu kijana wake hajawahi kabisa kuomba ruhusa nyumbani kwamba mama, naenda kufurahi usiku na marafiki zangu, lakini eh, baadaye anasema hivi karibuni basi anamwachia aende akaenjoy na marafiki zake na yeye pia aweze kufurahia, eh, lakini alikuwa anamwambia kabisa eh, ukiwa upo unataka kulala hakikisha basi, nazungumza na wewe mimi mama yako, kama hivyo, eh, wa ili mradi kuhakikisha usalama tu mtoto wako. Sasa anakuambia ile tabia ilizidi sana, alikuwa anatoka usiku mara kwa mara, bila wao kuelewa kwamba kijana wao eh, basi anaenda kwa mwalimu kwa ajili ya kufanya hicho kitendo na huyo eh, mwalimu. Kitu kingine mama amezungumza kwa uchungu sana, anakuambia eh, moja kati ya mtu ambaye ameumia na kukasirishwa na hicho kitendo ni baba yake, kwa sababu anakuambia baba yake ni mtu ambaye anafanya kazi na wafanyakazi wenzake. Sasa akipita hivi, anaambiwa mtoto wako hivi, mtoto wako vile. Mama anakuambia huenda angejivunia kijana wake kwa kile kitu ambacho amekifanya kama angekuwa na umri wa miaka kumi na nane kwenda juu, lakini bado ni kijana mdogo, bado hajafikia ule umri wa kuitwa ni mtu mzima. Mambo aliyoyafanya ni mambo ya kiutu uzima. Ukiangalia ile video unaweza ukashangaa, unaweza ukaona eh, huyu kijana wa miaka kumi na sita na nikamfundisha hii michezo mikubwa kama hivi. Mwalimu alishughulikiwa ipasavyo jamani. Haya, tunaweza kusema amri ya sita ilivunjwa kweli kweli na huyu kijana ameweza kuonyesha ujuzi wake wote, na sijui hapo mbeleni itakuwaje. Kijana huyu akikuwa miaka ishirini ishirini na mbili huko itakuwaje, kuwaje, atawafanyaje hao warembo ambao watakuwa wanamsogelea kwa sababu ni kijana ambaye ni handsome, lakini pia ni kijana ambaye tunaweza kusema anavutia kimwonekano kwa asilimia kubwa sana lakini kiufupi, mama mzazi ameumia, mama mzazi amekasirika, ameona kijana video angalia, imefika mpaka Tanzania, imefika Kenya, imefika Uganda, yani tunaweza kusema dunia nzima inamwongelea yule eh, kijana. Ukiangalia na hata ukiangalia ile connection, namna ambavyo imevuja, kuna mambo mengi sana pale ambapo walikuwa wakifanya kile kitendo na huyo mwalimu, walikuwa wanazungumza, wanafanya hivyo, wanafanya vile, mambo yalikuwa ni mengi sana jamani, pilika pilika, eh, eh, eh, zilikuwa ni nyingi mpaka kufikia hatua kijana akapatiwa cheo cha mtoto wa Baltazar eh Baltazar na yeye alitrend sana katika zile video zake tunakumbuka zile video za Baltazar nazo zilitrend sana. yani Baltazar mmoja tu alilala na wanawake zaidi ya 300. ni wengi sana. Lakini sasa kijana huyu, amepatiwa cheo sasa hivi, ni mtoto wa Baltazar kwamba huyu kijana sio poa mwalimu ni mmoja tu huyo ambaye ameweza kumshughulikia hivyo tujajua hao wengine inakuwaje kuwaje na endo na hicho kusubiria na kufuatilia huyu mwalimu atapewa adhabu gani? Kwa sababu kwa sababu ameshamharibu ule kijana kisaikolojia. Michezo kama hiyo ameshaianza kama hivi, basi hawezi kuiacha hii michezo, na ataendelea nayo zaidi na zaidi. Wewe kama shabiki, una lipi la kuzungumza? Tuchie maoni yako, lakini pia nikukumbusha, mbona bado hujasubscribe? Subscribe chini ya video hii, ili mradi tu uweze kuwa mtu wa kwanza kupata habari zetu za kiburudani ambazo zinatrend na headline, na come headline ndani na nje nchi ya Tanzania. Niseme seme tu bye bye mpaka wakati mwingine amwaucha